Mjadala umezuka, watu wanawaza na kuwazua, je, ni yupi atakayechukua kiti cha waziri mkuu mstaafu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa. Alhamisi tarehe 13 Novemba ndio siku ya kumthibitisha waziri mkuu na kumchagua naibu spika wa bunge la kumi na tatu. Kila mtu na mawazo yake, kila mmoja ana upendeleo wake. Lakini mbali na makisio, kisheria kuna masharti ya wazi yanayoamua nani anaweza kuteuliwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, hii inabainisha wazi kwamba waziri mkuu lazima awe mbunge wa bunge la taifa na uteuzi wake unatokana moja kwa moja na mamlaka ya rais. Kwanza ifahamike kuwa waziri mkuu kikatiba anateuliwa kutoka miongoni mwa wabunge waliochaguliwa moja kwa moja na wananchi kutoka majimboni na sio wale wabunge ambao waliweza kuteuliwa na rais katika zile nafasi kumi alizopewa rais kikatiba. Sasa tuangazie ni zipi sifa za kumteua waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja, uongozi na uzoefu wa kisiasa, na awe tayari kushika nafasi za juu ndani ya chama au serikali. Mbili, uaminifu wa rais na sera za serikali, kuhakikisha utekelezaji wa sera unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Tatu, uwezo wa kuratibu bunge, kuelewa taratibu za bunge na kushirikiana na mawaziri na wabunge wengine. Nne, ustahiki wa kisheria, awe raia wa Tanzania mwenye umri wa kisheria wa kuchaguliwa bungeni. Tano, ushirikiano na ushawishi, kuwa kiongozi na kuendesha shughuli za serikali kwa uthabiti. Kwa hivyo, licha ya majina yaliyojadiliwa na makisio yanayozungumzwa, mtu mmoja tu anayekidhi nukuu ya kikatiba atakuwa na sifa za kisheria na huyo atakuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ndiye kiongozi wa bunge na kiongozi wa serikali. Mimi naitwa Cleophas William kutoka UFR. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii.